Uh, wale wa Kinondoni jimbo la Kawe na Kinondoni, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, jimbo la Kawe na Kinondoni. Tangazo la kuitwa kwenye usaili kwa ombajo nafasi za msimamizi wa kituo cha kupigia kura, msimamizi msaidizi na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura. Usaili huu utafanyika siku ya Jumatano tarehe 15 Oktoba 2025 katika ukumbi wa Kiramu, chuo cha ustawi wa jamii na chuo cha ardhi, kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Muda wa usaili ni kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Msailiwa atatakiwa kujigharamia gharama zote ikiwemo usafiri, chakula na malazi. Fika ukiwa na kitambulisho chochote. Zingatia muda, mahali na tarehe. Sasa majina yenu ni kama jinsi yanavyoonekana katika PDF hii, lakini PDF hii utaipata katika grupu la Feaboy la WhatsApp. Join katika grupu letu ili uweze kupata majina haya na uweze kuangalia jina lako kama lipo Hakikisha una join katika group ili uweze kupata PDF hii pamoja na update zingine zote kuhusu ajira, elimu na mbinu ya kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Lakini kama kumbuka, bila kuwa na cheti cha kuzaliwa, bila kuwa na kitambulisho, huwezi kupata nafasi hizi. Kwa hiyo, pia kwa wale ambao hawana vyeti vya kuzaliwa, hawana kitambulisho pia tunatoa huduma hizo. Kwa hiyo unaweza ukatucheki katika WhatsApp, namba zipo katika description ya video hii. Lakini pia kwa wewe ambaye umesha subscribe channel ya Feaboy, asante sana na Mungu akubariki. Lakini wewe ambaye bado hujasubscribe, jaribu kubonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii, utakuwa umetusapoti sana na utakuwa umetisha sana. Asanteni na karibuni tena, tutaonana katika video nyingine.